Tunaendelea na tafakari yetu tukitafakari tumaini tulilonalo katika kufa na kufuka kwake Bwana wetu Yesu Kristo, na tumekwisha kuangalia tumaini la kwanza, ya kwamba tunao uhakika ya kuwa tumesamehewa dhambi. Lakini tumaini la pili ni kwamba tumepata kuhesabiwa haki. Kufa kwa Yesu kunatupa uhakika wa uh, kusamehewa dhambi. Kufufuka kwake kunatupa uhakika ya kwamba tumehesabiwa haki. Bibilia inasema hivi katika Warumi sura ya nne aya ishirini na tano, ya kwamba ambaye alitolewa kwa ajili ya makosa yetu, na kufufuliwa ili mpate kuhesabiwa haki ili mpate kuhesabiwa haki. Unaweza kuona hii neema kubwa ambayo Mungu anatupa. Msingi wa sisi kusamehewa dhambi ni kufa kwake. Bwana wetu Yesu Kristo alijitoa sadaka, alitolewa kwa ajili ya makosa yetu, lakini hapo hapo tuna anapofufuka tunapata msingi mwingine wa kuhesabiwa haki, kwa sababu dhambi inapoteza haki, na Kristo amekufa kwa ajili ya hiyo dhambi. Dhambi inapoondolewa tunapata neema ya kupokea haki, kufanyika watoto wa Mungu na kupokea urithi kutoka kwa Bwana. Kwa hiyo na wewe utembee ukijua ya kwamba umehesabiwa haki. Umehesabiwa haki kwa sababu Kristo alikufa akafufuka. Hii, huu ndio msingi wa wewe kuhesabiwa haki kwa Bwana yako. Mengi tunayazungumza huku, ambayo yanaweza kumpa haki mtu, lakini msingi wa haki ya mtu mbele za Bwana, mtu kufanyika mwenye haki kufa na kufufuka kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Hiyo sadaka aliyoitoa inatoshea kabisa kutufanya wenye haki. Mungu akusaidie kuweza kuelewa jambo hili, na neema yake ipate kufunuliwa kwako, kuwa ulitolewa kwa ajili ya makosa yetu, na kwa kufufuka kwako tumepata kuhesabiwa haki. Sante kwa ajili ya mtumishi wako huyu, neema yako iwe juu yake mahali popote ambapo shetani alijitafutia uhalali wa kumtesa kwa sababu ya yeye kuto kujua kwamba amehesabiwa haki mbele zako e Mungu, mateso haya yakakome kwenye maisha yake tangu siku hii ya leo, kwa kuwa amepata kuhesabiwa haki kwa kufuka kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Na wingi wa neema yako uzidi kudhihirika kwake, ukamchunge ukamtunze, na kumwongoza kwa uwezo wako katika jina la Yesu Kristo Mwana wa Mungu aliye hai, amen. Ndugu yangu Mungu, Mungu akubariki. Neema ya Bwana ikutunze. Asante sana kwa kuungana nasi.